Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital hope uko poa kabisa, na umekaa hapo ili kuweza kupata stories tofauti tofauti ambazo zimekuwa zikitokea katika eh, dunia yetu, lakini pia sehemu tofauti tofauti kama unavyoona hiyo video hapo, inaonyesha ni kwamba eh, ni meli moja, bonge moja la meli kubwa sana, alafu limekuwa likijaa na watu wengi sana humo wakiwa wanaenda sehemu tofauti tofauti. Aidha, wengine wanaenda kutalii, lakini pia kuna wengine wanaenda kulaza tu maisha, kula bata na vitu vingine kibao. Sasa eh, katika meli hii bwana, kuna familia moja ambayo ilikuwemo ndani ya hiyo meli na Unajua, katika sehemu unapita pita vile, lazima utatamani kupiga picha ee, kila mmoja aweze kupost, kama familia pia mmeweza kusafiri kwa pamoja. Sasa familia hii ilivyokuwa pale juu Uh, ukiangalia ile meli kule juu, kunakuwa kuna ukingo fulani ambao unakuwa kule juu. Saa hiyo familia ilikuwa imekaa pale, na moja kati ya watu ambao pia walikuwepo katika hiyo familia alikuwa ni mtoto ambaye ni msichana. Huyu alikuwa na umri wa miaka mitano tu ambaye alikuwepo pale katika kuweza kupiga picha. Sasa meli hii ilikuwa imetoka huko Bahamas na inaelekea eh, Florida eh, Marekani huko eh, sasa wakati tukio lile likiendelea la upigaji picha eh, kwa bahati mbaya yule mtoto ambaye alikuwa katika ile familia aliweza kuteleza na kuweza kudondoka eh, chini ya maji na I think unaona kabisa umbali wa kutokea juu ya meli mpaka chini ni parifu sana. So msichana huyu mwenye umri wa miaka mitano aliweza kupata ajali hiyo ya kuweza kuteleza na kuweza kudondoka. Lakini kitu cha kustaajabisha kabisa, watu wengi walifikiri kwamba eh, uokoaji ndio utaweza kufanya kazi hiyo, lakini baba mzazi wa yule mtoto aliweza kujitosa mara tu mtoto wake alipodumbukia tu, na yeye akaweza eh, kujitupa kwa sababu inaonekana kabisa eh, mza, huyu inaonekana e, ni mzee naye wa kuogelea, anajua masuala mazima ya kuogelea and then aliposhuka chini akaweza kumuokoa mtoto wake na kuweza kumshika, na mara baada ya kumshika kama amemnyanyua juu vifulani hivi kama e, maeneo ya kichwani huku akiwa anaonekana, huku akiendelea kupiga mbizi na kuendelea kusubiria e, swala so lazima la uokoaji. So watu wengi ambao walikuwa katika ile meli waliweza kustaajabu kile ambacho kilikuwa kinaendelea kutokea kwa sababu waliamini e, mara nyingi, kwa sababu ukisikia matukio kama haya mara nyingi sana kuweza kupona katika ajali kama hii huwa inakuwa ni ngumu sana, alafu ukiangalia kabisa meli mbali and then unajua kabisa pale kina kitakuwa ni kirefu sana. So mtoto huyu mara baada ya kuweza kudumbukia pale, babake mzazi aliweza kujitupa na kuweza kumfata moja kwa moja kutokea kule chini majini. Lakini eh, muda si, si punde tu, eh, waokoaji pia waliweza kutokea na kuweza kuiokoa, eh, familia hiyo. Lakini watu wengi wamekuwa kwa comments tofauti tofauti kwamba, eh, kumsifia yule mzee au mzazi wa yule mtoto kwamba ni shujaa, ameleta ushujaa mkubwa kabisa kuweza kujitosa kwa sababu angeacha hivyo mtoto angeweza kupoteza maisha. Imagine mtoto ana miaka mitano, kwa hiyo hata kuogelea pia angekuwa ni ngumu kwa upande wake. Halafu unajua watoto hawa wa kizungu, masuala mazima ya kuogelea inakuwa ni ngumu sana ukitofautisha na watoto kutokea kiera huko, mtu amekuta kwenye maziwa watu wanaogelea sana. So kwa huyu ingekuwa ni ngumu sana, na watu wengi wakajiuliza, wakajua tayari mtoto huyu ameshakwisha kupoteza maisha, hakuna ambaye ataweza kumwokoa. Lakini baba akaweza kujitosa na kuweza kumwokoa mara baada ya E, tukio hilo kuweza kutokea, baba mzazi akiendelea kuhangaika pale kupiga mbizi nini, mtoto asiweze kupoteza maisha e, timu ya uokoaji ikaweza kutokea na kuweza kuokoa maisha ya kijana huyo. Yapi maoni yako kuhusiana na tukio hili e, limekufunza nini, lakini pia limekuletea kitu gani kwenye impact yako? Drop comment yako hapo, lakini tuweze kumpatia shout out sana huyu mzee kwa kile ambacho kitu amekuwa amekifanya. Endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa sawa.